Nataka e, nikutie moyo kwa jambo jingine. Ni kwamba ni vi <clears throat> kama kweli unajisi kwamba uwezo we wako ni mdogo kiasi, yes, kwamba hauwezi kuleta mabadiliko kwako wewe mwenyewe au katika familia yako au katika nchi, kwa sababu kuna watu hapo ni viongozi wa nchi, umeona eh? Kana kwamba wanahisi hawezi kuleta mabadiliko kupitia katika uongozi wao. Kuna watu ambao ni viongozi Mungu amewaweka, umeona, Mungu amewaweka sisi, sisi ni miti ya haki iliyopanda na Bwana ili atukuzwe. Mwana, wewe ni mti wa Mungu amekupanda mahali amekuweka wewe kiongozi wa serikali, kiongozi katika jamii, au pia ni kiongozi kwa ubili wa watu wake. Na nini mpaka hapo? Sasa kama kweli wewe ni kiongozi lakini unahisi kwamba huwezi kuleta mabadiliko yoyote. Basi nisikize mfano huu. Kuna mtu mmoja leo kusema kwamba kama mtu akiweza kwenda kulala kwenye chumba ambacho kina mbu akalala kwa amani kabisa mpaka asubuhi, basi wale wakuwa sio mbu. Lakini kama kama kweli alilala bila amani, basi wale walikuwa ni mbu kweli. Ni maana kwamba mbu limnyima usingizi katika kile chumba. Basi hivyo hivyo, mtu anaweza kawa ni mdogo, lakini anaweza akawanyima usingizi wale maadui zako wasiokupenda. Kumbuka, kuna watu wanakuangalia unapofanya kazi, wanakuangalia wanategemea positive changes ziweze kuonekana, lakini kama hakuna matokeo mazuri, basi ni wazi wazi kwamba watakuwa wana fly katika mioyo yao, kwa sababu so, nini ni maadui zako hasa? Ili uweze kuwaibisha adui zako rahisi sana, uwezo wako hata kama ni mdogo, anza pale pale, Mungu atakukamilisha mbele ya safari. Usisubiri ukamilike, usisubiri uwe asilimia mia kwa mia, kama simu iliyojaa chaji. Nakwambia hivi, hata kama simu yako haijajaa chaji, iko asilimia hamsini, iko asilimia sabini, iko asilimia ishirini, nenda vile vile, Mungu atakukamilisha mbele ya safari. Unanielewa mpaka hapo sasa? Watu wengi wamekuwa wamesema ah, subiri kwanza mtaji wangu ongezeke kwanza Oh, asubiri kwanza nijipange kila siku, asubiri kwanza nijipange. Utajipanga mpaka lini? Mwili unaenda. Kwa hiyo sasa mtu unajichelewesha. No, no, wewe mwenyewe mwisho wa siku baraka zako unaweza kuzipata ukiwa umechelewa sana. Ili kusudi usichelewe, unaanza ukiwa hivyo hivyo. Hata kama haujapata nguvu za kutosha unatangulia mbele, Mungu atakutangulia. Mungu au Mungu huwa asubiri anenepe mbu asubiri awe na mabawa. Mbu akiwa ni vile vile anaingia kwenye nyumba ya mtu, anakusumbua na ulali hivyo hivyo. Unaweza kaa hauna nguvu za kutosha, uwezo wako ni wa kawaida tu, lakini unaweza ukawafanya ukawanyima usingizi maadui zako. Nasema hivi utawanyima usingizi maadui zako kama ukichukua hatua, hata kama uwezo wako ni mdogo. Unanielewa? mwache Mungu akutangulie, mwache Mungu akuthibitishe Hebu uonyesha uwezo wako, onyesha imani yako, onyesha matendo yako. Mungu atakuwa muujiza wako kupitia ile imani yako ambayo umeionyesha, unanielewa. mpaka hapo, basi ubarikiwe sana, mtu wa Mungu. Nakutakia Pasaka njema, wewe na familia yako. Mungu yuko pamoja na wewe, amen.